Kaunti nambari 11 ambapo wakazi wa wadi ya Old, Oldonyiro, Kaunti ya Isiolo wananufaika kutokana na uzalishaji wa mazao kuanzia mwaka jana, kupitia mradi wa utoshelevu wa chakula uliotekelezwa na shirika la Action Against Hunger kwa ushirikiano na idara ya kilimo ya kaunti hiyo. Mradi huo umechangia pakubwa na kupunguza kwa idadi ya watoto waliokuwa wakikabiliwa na utapiamlo. Kwa muda mrefu, wakazi hao wamekuwa wakitegemea mifugo tu kama chakula, mifugo ambao mara nyingi hufa kutokana na ukame na hata kuibwa, lakini tangu kuanzishwa kwa mradi huo uliolenga wanachama wa vikundi vya ushirikiano vya mother to mother vinavyoshirikisha akina mama hasa ambao watoto wao wana umri wa chini ya miaka mitano, lishe yao imebadilika kwani wameanzisha kilimo cha mboga na matunda katika shamba la ekari moja. Napata mboga spinach, sukuma na nyanya. Saa ingine napata njugu. Kulingana na afisa wa utoshelevu wa chakula na riziki kutoka Action Against Hunger, Janet Mwema, kilimo hicho kimesaidia wakazi kupunguza magonjwa ya lishe mbaya. And we also following up with the case. Kwa mujibu wa afisa wa kilimo nyanjani Andrew Lengrinas, wanachama wa kikundi hicho sasa wana ujuzi wa kutosha kuendeleza mradi huo bila kutegemea msaada zaidi kutoka mashirika au serikali. We've Wanachama hao aidha, wameripoti ongezeko la kipato kupitia uuzaji wa baadhi ya bidhaa hizo katika soko la eneo hilo. Tumeuza njugu kwa soko na tunaona tuko na mradi. Hata kitambo tulikuwa na sukuma wiki, nini hapa, spinach tulikuwa tunauza soko alikuwa vile tunatoa nyanya hapa, tunauza tu, tunakula nyingine nyumbani, tunauza nyingine. Miradi sawa na huo imeanzishwa katika maeneo mengine ya kaunti ya Isiolo zikiwemo wadi za Cherab na Ngare Mara. maji tasijia na saidi gani, An Mwendo, Runinga ya Citizen.